Faida mbalimbali mbali za, za kuidhinisha vifaa vya mawasiliano ni kama vile kwanza, ni kumhakikishia mtumiaji usalama usalama wake mwenyewe, lakini pia usalama wa mazingira ambapo kifaa hicho kipo na usalama wa kifaa chenyewe. Vifaa hivi vya, vya mawasiliano ya kielektroniki, kuna vingine vinatumia mawimbi ya redio ili kuwezesha mawasiliano na kama tunavyofahamu, mawimbi ya redio huwa yanatoa mionzi ambayo ikiwa katika kiwango kikubwa sana inaweza kuleta athari kwa binadamu. Kwa hiyo kupitia zoezi hili la uidhinishaji wa vifaa vya mawasiliano, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania hufanya tathmini na kupima vifaa hivyo kulingana na viwango vya kitaifa na kuangalia kama vile viwango vya mionzi inayotolewa na, na vifaa hivyo ipo chini ya kiwango ambacho kimewekwa na endapo mamlaka ikigundua kwamba kiwango cha ile mionzi ni kikubwa, itazuia vifaa hivyo kuingia nchini.